Na mtazamaji, mila na tamaduni ya jamii ya Wagabra huwatenga kina mama na wasichana waliopata watoto nje ya ndoa. Na kina mama hao pia hawatakiwi kuhudhuria au kushiriki sherehe zozote za kitamaduni ikisemekana kuwa hilo ama hiyo ni mwiko. Na hata hivyo wanaume waliohusika wanaruhusiwa kufanyiwa matambiko na kisha kuruhusiwa kuoa mke mwingine. Na mwanahabari wetu Bonface Baraza anatuchorea taswira ya mila hiyo kutoka kijiji cha Manyata, Sesi, kaunti ya Marsabit. Ndio mandhari ya kijiji cha Manyata Sesi huko Northor County ya Marsabit. Kwa mwonekano, ni kijiji cha kawaida, ila ni eneo linalowasitiri wanawake ambao walipata ujauzito kabla ya kuolewa, ambao sasa wametengwa. Kame Elema ni mmoja wao, anaendelea na shughuli zake za kawaida, japo anaonekana mwenye furaha, ameficha dhiki moyoni. Elema ni mwathiriwa wa tamaduni potovu zinazoendelezwa na jamii ya wa Wagabra. Wakati nilikuwa msichana, sijajua hata maana ya mimba, nikapata mimba na mwanaume na mwana mwingine, alafu nikapata mimba, wazazi wangu wakanifukusa nje na sina chochote, ni maskini, lakini watu wetu hataki mimi ananifukusa wakati mimi nimepata hiyo mimba hiyo mwanaume hata aliniwacha tu hivyo. Halima Isaac na mwanawe wanapitia masaibu mengi. Wao pia wametengwa na jamii kutokana na mila hizo zinazowahujumu waliopata mimba kabla ya kuolewa na hata watoto waliozaliwa na kina mama hao. Nilipata mimba nikiwa 17 years. Nikafukuzwa na wazazi wangu, mtoto wangu sasa ako ako na, nilisema sitapata mtoto mwingine. Nashukuru Mungu sasa mtaleo mtoto. Mita chache kutoka hapo, Gumato Gula na barizi nje ya nyumba yake akiwa ya na mwanawe. Mzigo mzito wa malezi ya mwanawe bila usaidizi wa baba mtoto umekuwa mzito. Katika jamii ya wa Wagabra adhabu ya kupata mimba nje ya ndoa ni kali. Kando na kutengwa na kufukuzwa na familia, mwathiriwa hulazimika kutafuta mahala mbadala pa kuishi na haruhusiwi kutangamana na wanajamii. Nilikuwa nimepata mimba nikiwa msichana, familia yangu wakanifukuza, nikakuja hiki kijiji, nikalea watoto wangu na shida na taabu, nikalea hawa mpaka waka, wakakuwa kubwa, nikapeleka hawa wote shule watu wangu hata wanitaki wananichukia hata mpaka saa hii. Kinaa ni kuwa wanaume ambao walikuwa na mahusiano na wanawake hao na ambao walisababisha ujauzito hufanyiwa tu matambiko na kuruhusiwa kuoa mke mwingine, uhusiano kati yake na aliyempachika ujauzito ukikatizwa kabisa. It is punitive, it is akina mama hao waliotengwa wameunda makundi ya kujiimarisha kiuchumi ili kupata fedha za kuwalea wanawao. Ni simulizi za kuuliza kuvunja moyo na kukataini, simulizi za wanaharamu katika kijiji cha wanaharamu, akina mama wakitwikwa jukumu la kuwalea wanawao haramu pasi akina baba Ila maswali yanayoibuka hapa ni kwa nini mwana haramu kupigwa vijembe? ili hali hanatia. Bunfas Barasa, Runinga Citizen, kijiji cha Manyatasesi, eneo bunge la North Horr, gatuzi la Marsabit.